Leo tutazungumzia kuhusu dalili za ujauzito wa mapema hasa wiki mbili za mwanzo. Kwa kawaida katika wiki hizi za mwanzo, dalili za ujauzito huwa hafifu sana. Huenda usihisi chochote kabisa. Chochote unachokipitia kabla au wakati wa mzunguko wako wa hedhi uliopita, dalili kama hizo zinaweza kujitokeza kama maumivu madogo ya tumbo, kichefuchefu kidogo au hata kutapika. Inawezekana pia ukapata damu kidogo ya upandikizaji. Itakuwa tu kama matone madogo ya damu. Baadaye utapata dalili nyingi zaidi, lakini katika wiki za mwanzo dalili hazieleweki sana, lakini unaweza kufanya kipimo cha ujauzito ili kujua kama kweli una ujauzito au la baada ya kukosa hedhi yako. Asante.